Bwana Yesu asifiwe na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naitwa Sano Milele, nikiwa mwanafunzi wa Yesu ambaye analeta wanafunzi wengine kwa Yesu, nikiwatangazia habari njema kutoka Afrika ya Mashariki. Neno ambayo nawaletea sema hakika huyu ni mwana wa Mungu. Fuatilia mpaka mwisho utajua ni nani, na Mungu atakubariki. Acha kwanza tuombe. Baba katika jina la Yesu tunasema asante kwa kutulinda usiku na mchana, tunasema asante kwa neema zako, tunaenda kuhubiri habari njema. Tunakuomba ili Roho wako awe juu yetu na atuwezeshe kuhubiri habari hii. Basi tunaombea kila mtu ambaye anafuatilia mahubiri haya, ili Roho wako awe juu yake na damu yako Yesu Kristo imuoshe, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Hakika huyu ni mwana wa Mungu. Hii ni neno ambayo imesemwa na askari Mromani ambaye alikuwa amekwisha kumsulubisha Yesu msalabani, kisha Yesu kukata roho, kisha Yesu kufa, huyu askari alikiri akasema, hakika huyu ni mwana wa Mungu. Lakini kwa nini Yesu alienda msalabani? Yesu mwenyewe alimwambia Nikodemu makati Nikodemu alikuwa amekuja kumtembelea usiku kwa siri. Yesu alimwambia kuwa kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka huko jangwani Hivyo hivyo mwana wa damu sina bundu kuinuliwa ili kila mtu aniaminie au na uzima wa milele. Yesu alikuja ulimwenguni ili tupate uzima wa milele. Yesu alikuja ulimwenguni ili ainuliwe kama yule nyoka huko jangwani. Bwana wetu atoe sifa. Hiyo tunaisoma katika Injili namna ilivyoandikwa na Yohana sura ya tatu mstari wa 14 hadi kumi na sita. Makati Mungu alipomuumba mwanadamu alimupa uzima wa milele lakini mwanadamu aliupoteza. Wakati Mungu alipomuumba Adamu na Eva, aliwaweka katika bustani ya Edeni, na hapo Mungu aliwapa ruhusa ya kukula tunda zote ambazo zilikuwa hapo katika bustani ya Edeni, lakini alimkataza kula tunda moja pekee yake ambayo ilikuwa katikati ya bustani ya Edeni. Na Biblia yasema ya kuwa tunda hilo ilikuwa tunda ambayo ijulishayo mazuri na mabaya. Mungu aliwaambia, mfanye angalisho, msikule tunda hili kwa sababu siku mtakula tunda hili hatakufa. Biblia twaambia ya kuwa Adamu na Eva mwisho hawakutii amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu shetani alikuja akimpitia nyoka, akawadanganya na wakakula tunda ambalo walikuwa wamekatazwa. Kile tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa kwanza na kuendelea. Wakati alipokula tunda ambalo Mungu alikataza, tayari katika nafsi yao kuliingia adhabu ya kifo katika nafsi yao kulingia. Basi, Biblia asema katika waraka wa Paulo kwa Waroma katika sura yake ya tatu mstari ya ishirini na tatu ya kuwa, sisi wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Mimi nimetenda dhambi, wewe umetenda dhambi. Sisi wote tumetenda dhambi, na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Mungu alipotuumba alitupa uzima wa milele lakini makati tulipotenda dhambi, tulipungukiwa hadi kupoteza uzima wa milele. Biblia asema tena katika waraka wa Paulo kwa Waroma katika sura yake ya sita mstari wa ishirini na tatu ya kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Sio tumetenda dhambi, sio tume- tumemkosea Mwenyezi Mungu na tumepata adhabu ya kifo, lakini leo habari ambayo nakuletea yasema ya kuwa, ya kuna Yesu ambaye alikuja ulimwenguni kulipa adhabu yetu ya, ya kifo. Alienda msalabani ili alipe adhabu yetu ya kifo, sisi tupate uzima wa milele hiyo tunaisoma katika Injili namna ilivyoandikwa na Luka katika sura yake ya kumi na tisa mstari wake wa kumi. Yesu alimwambia Zakayo makati alikuwa ameenda kumtembelea, alimwambia kuwa mwana wa Adamu alikuja ulimwenguni ili, ili atafute kile ambacho kilikuwa kimepotea. Kile ambacho kilikuwa kimepotea ni uzima wa milele ambao tulikuwa tumepoteza. Bwana wetu wakati makati ilipofika ili Yesu ainuliwe wakati ilipofika ili, ili Yesu aende msalabani, Biblia inasema Pilato alimhukumu adhabu ya kifo. Na wakati alipohukumiwa kulikuja watu wengi, Wafarisayo, Wasadukayo, wa, wa, waandishi, majeshi na wananchi wote, walikuja wakamshika hadi Golgotha. Na wakati walifika Golgotha, Biblia yatuambia ya kuwa walimsulubisha hapo pamoja na waalifu wawili, mmoja kulia, mwingine kushoto. Na hapo kulikuwa watu wengi wakimwangalia, wakimcheka na wakimtukana tunaisoma katika Injili namna ilivyoandikwa na Luka katika sura yake ya ishirini ya, ya na tatu mstari wake wa thelathini na mbili na kuendelea. na wale ambao walikuwa wakimtukana kati yao, Biblia inasema kulikuwa viongozi wa Wayahudi wa ambao walikuwa walikuja wakamtukana wakisema si aliokuwa wengine, jiokoe mwenyewe ili tuone kama wewe ndiye Kristo mteuli wa Mungu. Kulikuja hata majeshi wakamwendea wakamtukana wakisema, kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, basi ajiokoe msalabani tuone. Na waandishi walikuja wakasema si aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe? afhuke msalabani, ili tupate kuona na kuamini. na Biblia asema hata wapita njia nao walimtukana wakisema, si alisema ataivunja na kujenga hekalu kwa, kwa siku tatu, basi aponye nafsi yake ili tupate kuamini. Na Biblia sema hata mmoja wale wahalifu ambao walikuwa amesugiwa pamoja naye na alimtukana, akasema kama wewe ndiye Kristo, basi tuokoe, je, na wewe mwenyewe ujiokoe. Bwana wetu atuumia. Lakini Yesu alipofungua kinywa ili aneni, Biblia yakuwa alisema kuwa aliwaombea huruma, alisema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui lile walitenda. Bwana wetu apewe sifa. Wakati Yesu alikuwa bado aende msalabani, alikuwa amefucha wanafunzi wake ili ya kuwa wanapaswa kuwahurumia na kuwapenda hata maadui yao, Bawa, takie mema maadui yao. Na hapo msalabani, Yesu alikuwa mfano mzuri wa kuwapenda na kuwaombea maadui zetu. Wakati Yesu alipokuwa msalabani, shetani na maadui wa Yesu walifikiria kuwa Yesu ameshindwa na walifurahia kuwa wamemshinda Yesu, lakini walikuwa maitangana kwa sababu Yesu alikuwa amekuja ulimwenguni kutafuta kile ambacho kilikuwa kimepotea na ndio uzima wa milele ilimpasa kwenda msalabani ili sisi tuokolewe na hapo hapo msalabani kuna watu ambao waliokolewa na kati ya Biblia sema mmoja ambao aliokolewa msalabani ni yule mhalifu ambaye alikuwa amesulubiwa pamoja na Yesu. Na Biblia sema wakati walikuwa akimtukana Yesu, huyu mhalifu alikuwa akiwajibu. Mmoja alikuwa akisema Yesu, kama wewe ndiye ye Kristo shuka msalabani, kama wewe ndiye mfalme wa Wayuda shuka msalabani. Huyu mhalifu alikuwa akiwajibu, Biblia sema alimwekemea hata yule mhalifu mwenzake ambaye alikuwa akimtukana Yesu, akamwambia Humuogope hata Mungu mbele ya, ya, ya maadui ya Yesu, mbele ya wa Wafarisayo, mbele ya majeshi alikiri ya kuwa Yesu ni Mungu. Bwana wetu apewe sifa aizitu kumwambia yule mhalifu mwenzake, wewe umehukumiwa kwa sababu ya dhambi zako, mimi ni kwa sababu ya dhambi zangu, lakini huyu hajatenda dhambi lolote. Alikiri mbele ya maadui ya Yesu, alikiri mbele ya majeshi, alikiri mbele ya wa Wafarisayo na Wasadukao na walimu ya kuwa Yesu hakufanya kosa lolote, ili aende msalabani. Bwana wetu apewe sifa. Wakati walikuwa wakisema kama uli mfalme wa Wayuda, shuka msalabani, yeye alimgeukia akamwambia Yesu Bwana, wakati utakapokuja unikumbuke, wakati utakapokuja kuriti ufalme wako unikumbuke. Alikiri mbele ya maadui ya Yesu, alikiri mbele ya wafarisayo na masadukayo ya kuwa Yesu ni mfalme na atarudi siku moja kuriti ufalme wake. Bwana Yesu, Bwana Yesu apewe sifa. Basi Yesu aliposikia hiyo, alimgeukia akampa ahidi akamwambia hakika leo kubuda hii takuwa pamoja naye katika paradiso. Huyu aliokolewa alikiri kuwa Yesu ni Mungu, alikiri kuwa Yesu ni mfano. Bwana wetu apewe sifa. Na wakati Yesu alipomwahidi ya kuwa leo hii atakuwa naye katika paradiso, huyu alijaa furaha na amani na alifariki katika amani na furaha ya wokovu. Bwana wetu apewe sifa. Hapo hapo kuna mwingine ambaye aliokolewa. Huyu ni askari ambaye alikuwa amemsulubisha Yesu naye aisti kufuatilia namna mambo yalikuwa akitendeka. Yaonekana ya kuwa huyu askari alikuwa mtaalamu kupana adhabu ya kifo. Namkati alipomsulubisha Yesu alifuatilia, na alikuta Yesu ni tofauti na wale ambao alikuwa aliwahi kusulubisha. Alimuona Yesu akimletea pombe na Yesu, Yesu alikataa kunywa. Aliona namna Yesu aliombea maadui zake. Huyu askari akachanganyikiwa makati alikuwa akifuatilia mambo namna yakitendeka alipata habari kutoka hekaluni ikisema ya kuwa hata pazia ikawa imepasuka. Akafuatilia, makati alikuwa akifuatilia, alipata habari ya kuwa hata ma-kuna makaburi ambayo yamepasuka. Makati alikuwa akifuatilia, kulikuja habari ikisema ya kuwa kuna wale ambao walikuwa wamekufa wamefufuka. Basi Yesu alipokata roho, huyu askari akasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Na mimi nakuja leo kukwambia kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Alikuja ulimwenguni ili mimi na wewe tupate uzima wa milele. Hawa ambao walimwamini walipata uzima wa milele. Na kuita ili nao uje kwa Yesu umwamini kama mami na Mwokozi wako na utaokolewa. Basi Biblia katika waraka wa Paulo kwa Waroma katika sura yake ya kumi mstari wa tisa hadi ya kumi na moja yasema ya kuwa ukikiri ya kuwa Yesu ni Bwana na ukiamini ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokolewa. Kuja kwa Yesu Uamini Yesu mwami na mwokozi wako, na utaokolewa. Dhambi zako zote zitaondolewa na utapata uzima wa milele atatuomba. Baba asante, asante kwa kutulinda siku na isu, asanti, mchana tunasema asante kwa ulitufia msalabani tunasema asante kwa ulitupa uzima wa milele basi. Naomba kila mtu ambaye anafuatilia habari hii, ili roho wako au mtu yake aizidi kumfundisha na damu yako imwoshe katika jina la Yesu, amen.